Saulu alifanya hivyo anaanza kutafuta kumuua Daudi ili aendelee kuwa mfalme. Lakini siku zilipofika Saulu aliondoka madarakani. Sasa haijarishi ataondoka kwa namna gani. Sisi emitaondoka madarakani kwa namna yoyote ile ambayo Mungu amekusudia kuitoa, lakini kwa namna ambayo tunaitegemea sisi kama wananchi ni kwa njia ya box la kura. Waruhusu fair election. Wapiga kura wako milioni thelathini na mbili Chadema hatuwezi kukosa wapiga kura milioni ishirini hivi ninavyokuambia sasa hivi. Kwa hiyo waruhusu hicho, tukawathibitishie tuka kwamba Mungu amewakataa. Finisha. Sawa. Na wakati na, na, na, tunazungumza hayo maswala ya kiroho na siasa. Nakumbuka swala lililotokea liliwot... ni Arusha kama niko sawa sawa. Sawa. Nakumbuka suala lililotokea la kuna mtu mahali alitamka kwa habari ya viongozi wa kidini mara, nafikiri kwa Askofu Bagonza, kama niko sawasawa, Kagera Kagera. Uh, yes, right. Ilitokea ishu ya viongozi wa kidini kubaki kwenye dini, watu wa siasa kubaki, kutochanganya. Wewe ni mchungaji leo uko kwenye siasa, mchungaji hii. Hebu uh, nisaidie mimi. Uh, sio nikusaidie wewe peke yako <laughs> nikusaidie wewe na Watanzania wengine wanaonisikiliza. Karibu. Tuna tatizo la uelewa kwenye taifa letu, ukitaka kutambua hili, watu wanafikiri Mungu akikuita kuwa mchungaji, basi hawezi kukuita kuwa rais. Hawezi kukuita kuwa mbunge. Biblia haijaandika mambo hayo. Ila wala Qur'ani haijaandika mambo hayo. Ni, na, naomba nitoe ufafanuzi kwa kwa Watanzania wenzangu. Siasa ndio inayoandaa kila kitu kwenye taifa hili. Siasa ndio inayoandaa kila kitu kwenye taifa hili leo Samia akisema hatuwezi kwenda kanisani, nani ataenda? Akienda atawapiga na maboko. Kwa hiyo kwa sasa hivi, Mungu anawahitaji watu wanaomjua, Waislamu na Wakristo wanaomjua Mungu na dini zingine, ambao wanajua watamtumikia, watawatumikia wananchi kwa moyo mwema. Ndiyo, waende wakaliongoze taifa hili. Ndio maana mimi amenitoa kwenye madhabahu nikiwa mchungaji mwenye cheo cha juu kabisa cha mwisho cha mchungaji msimiko, mwenye mamlaka zote za kanisa na vyeo vingine vya kikanisa, Mungu akaniambia, kabidhi hivi vitu, nenda kanitumikie kwa njia ya siasa. Kwa kwenda kwenye siasa ni sehemu ya kumtumikia Mungu. Kwa hiyo naomba niwaeleweshe watu kwamba wasimuone mtu anapozungumza habari za siasa wakasema hamtumiki Mungu. Kwahiyo nimshukuru tu mimi ni mshukuru Bagonza, na watumishi wengine nimemuona rais wa Teki katibu mkuu wa Teki na, na nimemuona shehe mmoja kule Mwanza, wamezungumza vizuri kwamba huwezi kuitenganisha dini na siasa. Kuna nimesema awansaidia mimi, ninachochanganya kichwani ndio ile kwamba, kwa maelezo hayo ambayo wewe Mungu alikwambia, unasema kwamba alikwambia kabidhi kanisa uende kwenye siasa, nitumike kwenye, kwenye siasa Ndia. No, shida ndio shida inakuja wapi? wewe ni mchungaji umevaa kola ama vyovyote vile, uko kanisani halafu unahusisha na siasa. Mathalani tumemwona tume baba askofu Mwamatula ndio hasa ya, ya wapinzani Yeah. Yeah. Kwa habari ya haki katika taifa. mahabariahakatika baadhi wanakosoa kwamba kwa nini mchungaji badala, badala, badala kanisani, ba ba ya ya watu kwenye anasimama mimba ya kisiasa. ya kisiasa. Kitu kama hivyo. Labda ni nikufafanulie vizuri, nianzie hapo hapo kwa mtumishi wa Mungu Askofu Mama uh, Dokta Kuu. <laughs> yule ni kati ya watumishi wa Mungu ambao Mungu amewatoa uh, kwenye taifa hili kama zawadi ili wafafanue waondoe huo mtanziko wa kwamba mchungaji hawezi kufanya shughuli za siasa, kwa sababu hakuna mantiki ya hilo. Nakumbuka hawa hawa wanasiasa wanapotaka washinde chaguzi wanakimbilia makanisani, tuwaombee, tuwachangie, tuwashauri hao hao wanakimbilia makanisani. Sasa una, unawezaje kulitenga kanisa na siasa? Kanisa ndio linaloandaa viongozi na ndio kusudi la Mungu. Linaandaa viongozi wa wa, wa wa wa wa wa wa kawaida katika ulimwengu huu, wanaandaa viongozi wa kiroho. Kwa hiyo mimi ni nimpongeze Dokta Mwamakula askofu kwamba aendelee kutoa elimu kwenye majukwaa ya kisiasa na hasa kwenye jukwaa bora lilolichagua la Chadema kwa sababu amechagua Chadema kwa sababu ndii inayozungumza haki. Leo ukienda CCM lazima tu utanawa zile damu. Ndio maana maaskofu wengi hawaendi huko, kwani sasa wewe uone kila mahali kilio. Tumekwambia Steve Micharamira kule Tunduma aliuawa kule, watu wengi wanatekwa, wanaokotwa, alafu viongozi wa serikali wako kimya umeona wanakemea CCM ndio serikali si ndio wanaotawala serikali? Ndio waliounda dola, kwa hiyo lawama zote hizi ni za kwao. Inawezekana kwa sababu ndio wenye dola. Ila hatuna uhakika. Ah, hatuna uhakika vipi? si ndio wenye dola? mtu mwenye dola ndio ndio anayebeba hayo wewe utaenda chadema useme utateka mtu hata kesho ufiki <laughs> Kwani sisi wanachotufanyia tungekuwa na uwezo wa kuwateka si tungewateka. Na hii haifanani na, na kutumikia mabwana wawili mchungaji unafanya mambo na, na, na, ya siasa haiwezekani kaegamia upande. Biblia ukiitafsiri kama unavyoisoma wewe ni tofauti, kuna kitu kwenye theolojia tunaita hermeneutics. Namna gani unatafsiri hilo andiko? Kutafsiri maandiko watu wengi unaowasikia hawa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya wanaokemea viongozi wa dini sijui na nini, wengi hawajui Biblia inazungumza nini inapozungumza mabwana wawili, si ndicho wanachomaanisha. Kwa mfano, nikupe mfano tu, eh, rais amekatazwa kumiliki kumiliki mali kumiliki mali. Sasa hao hawa hawatakuwa mabwana kwamba namiliki mali azitumikie na nchi haitumikie, wakati ana mshahara wa, wa mamilioni ya pesa. Kwa nini asingerizika na urais na pension ambayo atapewa miaka yake yote? Au kiongozi wa dini amekatazwa kulima mashamba. Kwa nini shamba lisionekana anatumikia mabwana wawili? Kwa nini biashara sionekana natumikia mabwana wawili? E, kwa nini maombi tunayokabidhiwa na na viongozi na wa CCM kwamba liombeeni taifa, kwa nini sionekane tunatumikia mabwana wawili? Isipokuwa tu kuikosoa serikali ndio natumikia mabwana wawili? No, no, no, tutaelewana mbele ya safari. Tutaendelea kuelimisha umma utambue wajibu sisi, wa sisi viongozi wa dini, nini ambacho Mungu anakitaka kwao na kwetu Wakati mnaendelea na kampeni ya no reform, no election, katiba mmesitisha upatikanaji wa katiba mpya. Ah, tunapozungumza no reforms. Reforms, ni nini? Mabadiliko ya nini? Ya katiba. Huwezi kuitenga no reforms, no election na katiba. Haya ma reforms hayo tunayotaka yafanyike, yafanyike ndani ya katiba ndio maana yake. Kwa hiyo hatu, yaani, hapa tunazungumzia ni katiba. Hii no reforms, no election ni nyama za kwenye katiba. Kwa nini tuhuma zenu kwenye madai ambayo mko nayo yote? Kwa nini tuhuma zenu zinaelekezwa sana kwa jeshi la polisi? Ah, uh, jeshi la polisi kimsingi kwa sasa, unatamani uliishi uli, usiliite jeshi la polisi kwa sababu jeshi la polisi kikatiba lina maadili yake. Ni kulinda raia usalama wa raia na mali zao, lakini leo aa, sisi wanasiasa wakati fulani ukikutana na polisi unaona kabisa umekutana na mwanasisi. Kwa nini? Kwa sababu wamekuwa wakikisaidia Chama Cha Mapinduzi kutenda maovu. Kwa mfano, mwaka jana kwenye uchaguzi, mimi mwenyewe kama mwenyekiti wa jimbo la Vwawa ni nimeenda kutembelea vituo vya wapiga kura, nimemkamata mtu na begi la kura feki, kata ya Hasanga pale Vwawa, mtu kwa maana mwanisho wa kawaida a mwana CCM, lakini tunapotaka tutu tumzuie asitoke ili jeshi la polisi lije limchukue, lilimchukua likaondoka naye na dakika sifuri, tukamwona yuko mitaani anatembea, mtu aliyekuja na kura feki halafu tunasema jeshi la polisi litatusaidia kwa sasa. CHADEMA hatuoni kama jeshi la polisi ni msaada. Wapo baadhi wachache sana katika elfu moja labda ni wawili watatu maaskari ambao eh, eh, wanatupa information, waaminifu wanaoona takataka zinazoendelea kwenye taifa hili wanatuambia. Kwa hiyo wapo maaskari wachache wanaotii mafunzo ya jeshi la polisi, lakini wengi wao kwa sasa Eh, eh, tunaweza kuwaita polisi CCM hivyo tu, wala hawana neno zuri la kuwapa.